Kumbukeni, okay, ni huu mziki tunaofanya wa mduara sana sana asili yake ni Tanzania lakini ni mziki ambao haupewi kipaumbele na baadhi ya watu ambao hawaelewi thamani ya mziki na ambao wako katika jamii ya mziki sasa hivi. Kwa hiyo inanifanya mimi ni kuwa na struggle, natumia nguvu sana binafsi, wakati uwezo wangu financial kuweza kutumia nguvu binafsi inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo inahitaji watu ambao kama watu kwenye serikali na wadau kuweza kusaidiana kuweza kupushi kile ambacho tulicho nacho. Mara nyingi tunakuwa tuna struggle huku, mkiona watu wana struggle kwenye muziki ya watu, mara wa piano mara nini mara nini nini nini, huku kote ni kwa sababu tu muziki wetu tuna struggle, hatuna sehemu maalum ya kukaa, ile sehemu yetu huwa tuna destroy, na ndiyo utamaduni tuliojengea wa Watanzania kuharibu vitu vyetu na kukuza vya watu wengine. Kwa hiyo hii kidogo pia nayo kwangu mimi ni challenge na ni changamoto nzito. Soko sasa hivi linahitaji kuwa na financial power mm. Uwe na nguvu za kifedha kwa ajili ya promotion. Binafsi sisi hatuwezi kulia, au sasa hivi mimi siwezi kulia na redio ya mtu au tv ya mtu, isipokuwa anatakiwa niwe na za nguvu zangu binafsi. Kumbukeni huu ni ulimwengu wa mob society, kila kitu unaweza ukakifanya mwenyewe kama uko vizuri kwenye financial. Usikaye ukasubiri watu ndio wakushike mkono wa kupeleke, kwa sababu kila mtu na jambo lake. Sasa hapa panakuwa pazito, kwa sababu uwekezaji wa kwenye mziki ni mkubwa sana. Wimbo mmoja tu kama utawekeza inavyotakiwa basi unaweza ukajenga hata nyumba yaani pesa yake inaweza ikatoa nyumba ya mtu kuweza kulala. Sasa hiyo fedha kwangu inaweza ikawa ni mgumu kwa sasa hivi, kwa sababu watu wengi wanaangalia kipindi tunafanya vizuri, kama ni watu ambao tulikuwa tunapata fedha, lakini hawakumbuki kwamba sasa hivi ndio watu wanapata fedha nyingi kuliko kipindi hicho. Kipindi hicho mtu akipewa milioni mbili ndiyo pesa kubwa, sasa hivi watu wanapata endorsement mpaka milioni hamsini mia mia na hamsini mia mbili watu wanazishika, ni pesa zimekuwa ni za za kawaida. Kwa hiyo muda mwingine kulaumu watu kwa uh, kipindi kilichopita inaweza kuwa ni makosa. Ni sasa na watu ambao wanalaumu wazee wao, kipindi hicho nyumba inauzwa elfu moja hawakununua, sasa hivi elfu moja wananunua vocha. Yaani sio sawa, hawajui mazingira ambayo yalikuwa hukindiku. Watu wengi hawajui kwenye media wala wananchi hawajui, huu mziki una virusi ambao ni wazito. Kuna watu ambao wako katika huu mziki, kazi yao ni kudistroy zile nguvu za Watanzania ambao wanapambalia nchi yao, na sio kwenye mziki tu, hata kwenye serikali hata marahisi wote kuwauliza, watakuambia ndani ya serikali popo watu wamekaa kimya, lakini sio watu wazuri. Na haya maneno alishai kuzungumza baba yetu Magufuli, Mungu amrehemu, kwamba kuna watu sio wazuri katika nchi yetu, wao yaani wapo kwa ajili ya kudistroy tunchia imenelewa na kwenye mziki ipo hivyo hivyo. Watu wanaogopa kuambizana ukweli, na wanaosema ukweli, wanataka kusema ukweli, huwa wanazungumza ukweli wa manufaa yao, kwa ajili ya kuprotekti watu wengine. Wao mda mwingine unaweza kumshauri serikali jambo fulani, tufanye hivi mimi nimekutana na naibu, nimeomba naibu kuonana naye anafe, na nikakutana naye na nikajaribu kuongea naye, nikamwambia, mheshimiwa, tunapambana sana kutafuta saundi ya Tanzania, lakini mimi ninahisi kwamba tuna, tuna, kama tuna jitusi kwa sababu Tanzania tayari ilishapata saundi yake. Sana sana hapo tulitakiwa tuboreshe. Sasa tukisema sasa hivi tuhangaike kutafuta mdundo wa Tanzania, hatutafuti mdundo wa Tanzania, badala yake tutakuwa tunawatafuta maneno wa Tanzania, kwa sababu watanzania hawa hawa labda hawa waliozaliwa mwaka elfu mbili huenda haka hawajui vizuri, lakini watanzania hawa, hawa ndio walikuja kuleta mziki wa segere. Leo hii kinahiti kipande tu kwenye tiktoki ee, Shabani Madobe, yani watu hawajui kama huo ulikuwa ni mziki wa Tanzania na ulikuwepo kabla hii mziki ambayo ilikuwepo, lakini leo hii tuna mziki wa, wa, wa, wa mnanda ambao ni mchuriku. Ni mziki wa zamani na watu walikuwa wakipiga kwenye maharusi, na ni mziki ambao ni mziki kivutio kwa mtu yoyote katika dunia kuona mziki kama huo unatumia kinanda kimoja tu na watu wana, wanacheza. Hakuna bezi, hakuna sijui nini, wanapiga ngoma. Yani ni mziki ambao tayari tulikuwa tushakuwa tuko nao na mziki wa mduara huu tulio nao ni mziki wa zamani. Mziki wa mduara hauwezi kufanana hata na tarabu ile hizi za kina Bikidude kwa sababu mziki wa mduara ni mziki wa zamani, toka mwaka elfu moja mia nane huko. Mziki huu jina lake unaitwa chakacha. Sasa umefika mpaka tulipofika, isipokuwa umekuja ndani kuna mduara wa aina ninofanya mimi, kuna mduara ambao anafanya njenje, kuna mduara ambao wakatoa chuchu saundi na nyingine nyingi. Sasa hizi zote ni aina za mziki ambazo zinapatikana katika mziki mmoja. Ni kama vile mnavyoona mziki wa kwaito umezaa mziki kibao mpaka leo amefika kwenye kwenye mapiano. Sisi badala tushikie kwenye vitu vyetu, badala yake kuna watu ambao wameingia kazi yako destroy, kama utakuwa hauna maslahi kwao ni lazima kudestroy. Yani wamekuwa kama watu wa, ma, wa, magharibi yani kama jambo halina maslahi kwao ni lazima watafute namna na ya kudestroy, na hawa watu wapo na mifano midogo inaonekana. Juzi hapa, tulikuwa tuna kelele kelele nyingi sana za kaka yetu mmoja mkubwa, anasema kwamba huyu uh, Alikiba anabana pua, mara sijui JD hajagwimba bongo fleva, mara pfanki sio produsa mzuri. Yani unajiuliza huyu <laughs> uh, shida yake nini, lakini ukigundua unagua kwamba huyu ni kirusi enyewe, amekuja Tanzania, amerudi nyumbani akiwa kiswahili yenyewe hajui zuri. Hawezi kujua utamaduni wa hapa hapa, hajui kujua misingi ya hapa, anapaswa naye ajifunze na afundishwe. Sasa vitu kama hivi ndio vinagharimu sana mziki. Leo hii mziki uliozaliwa ndani ya mziki mwingine ambao upo, mnasema kwamba huu ndio identity ya Tanzania, kwa sababu gani? Tupeni sababu. Je, ule mziki wa mnanda ambao upo miaka mingi, mziki wa sedere ambao upo miaka mingi na watu wameimba, hiyo sio sawa? Hivi vitu vingine vinakuja na kuondoka, lakini kuna vitu vya asili na ndio maana wimbo wa taifa zitaimbwa nyimbo nyingi kwenye maredio, lakini wimbo wa taifa hakuna anaweza kufanyia video kwa sababu ndio wa ya taifa. Hu mziki ni mziki ambao wa Kiswahili tipiko, na hu mziki unahitaji mtu ajifunze sana mila, yani utamaduni wake, lakini mtu ajikite sana kwenye utulivu wa kichwa kuweza kufanya. Kumbukeni, hata lugha tunazungumza ni lugha ambayo inawachanganya watu mpaka leo, ina neno moja na haribu neno jingine, ukisema hivi imekuwa hivi, yani kitu chochote cha Kiswahili ni kitu ambacho ni kizungumkuti na na huo uzungumkuti ndio unafanya watu wa wanapenda pia lugha Kiswahili. Hakuna msanii ambaye mpaka leo kasema kwamba huyu kakaa kafanya kama nilichokifanya mimi, isipokuwa kwamba wengi wanajaribu kufanya na wale ambao wanaofanya, wengine wananiomba tufanye bana, natamani kufanya ngoma na wewe. Unamuuliza, okay, tukishafanya mipangilio yetu itakuwa ni ipi katika huu mziki sasa? Kila mmoja anakwambia tutafute mtu atusaidie sasa. Unaona kwamba aka huyu mwenyewe anataka kolabo na mimi, ye mwenyewe pia hajajipanga, umenelewa? Tutafute mtu atusaidie, ni nani? Kwa sababu mtu sasa hivi ukimfata kwamba anataka kufanya kitu fulani na tayari kashangizwa sumu ameaminishwa kwamba bongo fleva na na na singeli ndio mziki ambao unaopendwa, yani hawajasema Watanzania, wanasema watu ambao wanasimamia hivyo vitu Manake hiyo tayari ni propaganda, sio uhalisia. Uhalisia tukitoka watu wa singeli, tukitoka na watu wa bongo flavor, tukitoka nje ya Tanzania mipaka, Tanzania mipaka, na mimi naimba mduara, tukifika huko ni nani ataonesha uhalisia? Tutoke mtu twende Omani, halafu wao wafanye show na mimi nifanye show, mimi show, show yangu atatoka watu mpaka Saudia. Mpaka hapo tu serikali inatakiwa iwaze, au watu wanatakiwa waze kwamba kuna mziki ambao tayari nje ya Tanzania unakwenda sawa. Na kwa nini unapenda? Kwa sababu ni mali ya Tanzania. Wewe unaweza ukapata sifa kwamba umeperform vizuri, unajua kucheza na stage, lakini kwenye sound akapata mkongo credit, kwa sababu kakushawishi wewe ufanye kitu chake, na wewe cha kwako unacho, lakini umefanyaje? Umekitia mfukoni. Sasa hapo hujawakilisha nchi, badala yake umejiwakilisha wewe kwa nchi ya watu wengine. Ikubaliane kwamba sanaa ni kazi rasmi, nchi yetu ikubali kutegemea sanaa. Nchi ya Marekani inategemea sanaa, India inategemea sanaa, Uingereza inategemea sanaa na nchi zingine. Sisi tunategemea utalii na madini na vitu vingine, wakati tukiwa same time tuna wizara ya utamaduni na michezo ambao tuko na haya muziki. Sasa tukiwa hatujakubaliana na hili hatuwezi kufanikisha tunalolitaka. Utakwenda Marekani, huwezi kukuta mfuko wa Kingi Majuto ila utakuja Tanzania utakuta mfuko wa Rambo, kwa sababu hatutegemei sisi hili swala. Kwa hiyo hata watu wakitaka kufanya movie zao, inabidi kupata hata hizo so uniform za polisi, kwa mfano za copy, yaani wao wanakuwa ni ngumu, inabidi tu utafute mashati mashati washoni tofauti. Wenzetu sisi wana promote vitu vyao, na kupitia sanaa ndio unaweza kupromote nchi yako ikaonekana mikubwa na ikawa maarufu zaidi. Nigeria, sana, wa Nigeria popular, siyo? kwa sababu Nigeria wanategemea sanaa, ndio maana Nigeria wamekuwa popular, yaani wakubwa, sio kwamba eti wao ndio ndio wataalamu wa kuimba sana au kwa sababu anaimba Kiingereza. Kiingereza sio big issue kwenye kwenye masuala ya kuimba, na Kiingereza sio kama vile watu wanavyozungumza. Watu wengi wamekuwa hapa Tanzania, kaka zetu wengine wana clash watu, ah, unaimba Kiingereza broken. Wale Nigeria wenyewe pia wanazungumza broken English, wanazungumza pidgin English ambayo ni broken. Watu wanaozungumza english pure katika bara la Afrika ni Waganda, wanazungumza grammatical pure ni sasa. Na watu ambao wanazungumza kiarabu katika, katika dunia kiarabu safi ni Wasudani.